Hapa tutakueleza misingi ya kilimo cha bustani cha kibiashara kwenye udongo hai kutumia mbinu ya kilimo hai chenye tija, mbinu rahisi na yenye ufanisi inayohifadhi mazingira, udongo na afya. Mafunzo ya kilimo cha bustani kwa biashara. Misingi ya kilimo cha bustani ya kibiashara chenye tija kwenye udongo ulio hai. Mbinu hii ni ipi? Kilimo hai cha bustani ya kibiashara chenye tija kwenye udongo ulio hai inawezesha kuongeza mazao huku ikiboresha udongo iwe na rutuba zaidi, muundo bora, na iliyo hai msimu baada ya msimu. Mbinu hii inatokana na ujuzi wa kilimo iliyo rahisi, inaweza kutoa mazao tena, na inayohifadhi mazingira na afya. Kilimo hai chenye tija na udongo ulio hai, hizi ndizo nguzo mbili za mbinu hii. Mbinu hii ina nguzo mbili muhimu. Kwanza, udongo ulio hai inasaidia kutengeneza upya uhai wa udongo ili iweze kuwapa mimea virutubisho. Ya pili, kilimo hai chenye tija ina maana kutoa mazao mengi ukitumia rasilimali chache, kwa kuboresha eneo na rasilimali. Udongo ulio hai udongo ulio hai ni udongo unaojumuisha viumbe hai: nyenje, wadudu, bakteria, kuvu na kadhalika. Pamoja wanabadilisha na kutengeneza udongo, kuhakikisha inapata hewa, ina muundo bora na inaweza kurutubisha na kuimarisha mimea. Tunaweza kutengeneza udongo ulio hai kwa vitendo rahisi: kuweka matuta ya kilimo isiyokanyagwa umwagiliaji wa taratibu, mboji kwenye njia za kupita. Kilimo hai chenye tija. Kilimo hai chenye tija inamaanisha kupata matunda na mboga zaidi kutumia mbinu zinazolinda mazingira. Inatumia mbinu zifuatazo za uboreshaji: kupanda kwa nafasi iliyohesabiwa, kupanda kwenye bustani ya miche na kupandikiza, kupanga kwa kina kuweka na kutumia tena vyombo vya kazi, ushirikiano. Kila mbinu inayotumika katika bustani ya kibiashara ya kilimo hai chenye tija kwenye udongo ulio hai inakamilishana kuleta mazao bora. Inatengeneza mfumo rahisi na wenye ufanisi ambapo kila kitendo kinasaidia na kukamilisha kingine. Misingi ya mbinu hii. Ili mbinu hii kufanya kazi vizuri, Vitendo fulani ni muhimu. Kwanza, matuta ya kilimo ya kudumu; pili, njia za kupita zilizotofautishwa vizuri; tatu, mboji kupatikana wakati wote; nne, kumwagilia maji taratibu na kwa usawa kwa kunyunyuzia. Kwanza, matuta ya kilimo ya kudumu. Mbinu hii inatokana na matuta ya kilimo ya kudumu ambayo imetengenezwa na kutofautishwa vizuri. Kati ya matuta kuna njia za kupita kwa matembezi. Matuta ya kilimo ya kudumu yana manufaa mengi: udongo wenye rutuba unabakia mahali ambapo mimea inakua, udongo haujaunganishwa sana, udongo unalindwa kutokana na mmomonyoko, unaokoa muda na nguvu inaweza kutengenezwa kwa eneo dogo. Tunatumia mbinu ya matuta ya kilimo ya kudumu, ila kuna njia zingine pia: mbao zilizochimbwa ardhini, kilimo tambarare. Pili, njia za kupita. Katika mbinu hii ya bustani ya kibiashara, njia za kupita sio za matembezi tu, inatumika pia kwa kutengeneza mboji kutokana na kuoza kwa matandazo kudumisha unyevu kwenye shamba. Tatu, kupatikana kwa mboji wakati wote. Mboji inayotengenezwa kwenye njia za kupita inawekwa kwenye matuta ya kilimo ili kusaidia udongo kuwa hai haraka, ila mboji hii tu haitoshi, hivyo ni vyema kuongeza na vitu vingine vyenye mabaki hai ili kuwa na mboji wakati wote. Ni bora uwe ukitengeneza mboji yako mwenyewe. Unaweza kutumia vifaa ambavyo unavyo wakati wa msimu wa mvua kutengeneza mboji bora kwa bei nafuu. Kuweka mboji kwenye pipa la mbolea wakati wa mvua ni njia moja. Kuna mbinu zingine kama vile shimo la mbolea, mbinu rahisi ikiwa hauna vifaa vya ujenzi, kutengeneza mboji kwa marundo kwenye ardhi ikiwa imefunikwa ili kuhifadhi unyevu. Njia ya bokashi, kuchachisha haraka taka za jikoni hata ikiwa ni kidogo. Mboji ya juu ya udongo huweka vifaa moja kwa moja kwenye tuta ili kutumika polepole pole. Kumwagilia maji taratibu na kwa usawa kwa kunyunyuzia. Katika mbinu hii Shamba lote linamwagiliwa maji hata njia za kupita. Inaweza kufanywa na vinyunyuzio maji au na ndoo ya kumwagia maji. Lengo sio tu kumwagilia mimea maji, bali pia kudumisha unyevu. Tunamwagilia kama mvua, kurutubisha udongo bila kuusumbua. Mbinu zingine za kumwagilia maji zipo: umwagiliaji wa matone, umwagiliaji wa mafuriko. Kwa muhtasari, tuliongea kuhusu misingi ya mbinu yetu: matuta ya kilimo ya kudumu, kunyunyuzia maji taratibu na kwa usawa, kupatikana kwa mboji. Lakini pia kilimo hai cha bustani cha kibiashara kwenye udongo ulio hai inajumuisha mada zifuatazo: kupanda moja kwa moja na kupandikiza, bustani ya miche na kukua kwa mimea changa kupanga mimea na mzunguko wa mazao, kuvuna, uhifadhi na uboreshaji wa mazao, kutumia mbegu bora, ulinzi wa mazao unaohifadhi mazingira. Kilimo hai cha bustani cha kibiashara kwenye udongo ulio hai ni njia ya kilimo inayobaki imeunganishwa na udongo. Udongo tunaorutubisha inaboreshwa wakati unaposonga na inatupa mazao kwa malipo. Mbinu hii inawezesha kupanda zaidi kwa kulima kwa ufanisi zaidi, kujitegemea kwa vifaa vya ukulima, kutumia vifaa rahisi na vinavyopatikana, kuiga, kurekebisha na kutumia mbinu endelevu.